Vaa basi wi kidogo. Kila siku una staili moja tu ya nywele, nywele za asili kama hizi. Watu watupeni nywele kama hizo, si wanawake wa kisasa wanavaa wig Brazilian air. Ndio sisi tunapenda, sio mimi tu, hata wanaume wengine. Nywele kama hizi mpaka lini? Kwa wewe unaitengeneza nywele zako kwa mtindo wa asili, bila shaka umeshawahi kuambiwa maneno kama haya, kwamba usitengeneze nywele zako kwa mtindo huo ama usisuke twende kilioni au tano kichwa kama Waswahili wanavyosema. Na wengine huenda mbali zaidi na kusema uache kufunga kilemba, badala yake uvae wigi, kwa sababu tu mtindo wa asili hauonekani vizuri ama haupendezi machoni kwao. Sasa Chukua mbinu hizi kukabiliana na mitazamo hiyo. Jibu hivi: hicho mnachokiita kama mitindo isiyovutia ama iliyopitwa na wakati ni utambulisho wa utamaduni wetu kama Waafrika, nguvu yetu. Na zaidi ya hayo, hii ndo mitindo inayovutia machoni. Kwa nini jibu kama hilo linasaidia? Kwa sababu inawakumbusha watu umuhimu wa utamaduni na jinsi inavyoweza kuchochea mitazamo ya jamii. Useme, sihitaji ruhusa ya mtu yoyote kusuka mitindo inayowakilisha utamaduni wangu, iwe rasta kama hivi, twende kilioni au mbinjuo, hii inawakilisha utamaduni wangu na ninaona fahari. Lakini kama kuna kanuni na taratibu maalumu za shule kuhusu mwonekano wa nywele, ni muhimu uzifuate. lakini kwa nini ni muhimu kusimama kidete? Dr. Caro Matias anasema utamaduni ni muhimu katika kutufanya tujiamini na vitu vinavyotutambulisha. Kwanza unahitaji kufahamu kwamba una uhuru wa kuchagua namna unavyotaka kutengeneza nywele zako kwa sababu ni chaguo lako. Na pia tunaweza kuonyesha utamaduni na utambulisho wetu kupitia mitindo ya nywele. Vipi, unahisi fahari ukitengeneza nywele zako kwa mtindo wa asili au ukivaa wigi? Tuandikie kwenye maoni.